Walahi, kuna kitu kwa nivuluga kichwani mwangu leo. Yani leo siwezi kufanya kazi kabisa, yani yani akili yangu haiko sawa sawa kabisa. Wajua wewe, yani leo yani niko ovyo, nimevulugwa kweli kweli, yani yani sishindi kufanya lolote juu yake. Haiwezekani mimi nimhudumie, alafu yanifanyie vitu vya kipuuzi. Yani mimi ya kipu, yani akili yangu yote iko kwake, alafu mi nahangaika kwa ajili yake. Unajua eh, yani unajua nikwambia kitu kimoja, cheusi bwana yani hujua, na nawake wengine hawana hata akili wajua ah. Mi yani nimeamua kufanya vitu vikubwa juu yake, lakini yeye bado anitenda, yani bado anifanyia mabaya hivi kweli yani. Yani mimi leo yangu yaniuma ah. Leo yani, yani siwezi kufanya kazi kabisa, yaani nitaharibu kila kitu hapa yani nishachanganyikiwa kweli kweli, wajua, cheusi weye <coughs>

Icha usi mi nimechanganyikiwa kweli kweli wajua we. Yani unajua yule mwanamke yule mi namgalamia kweli kweli yani. Wajua mi nikipata ile lango ya mwisho wa mwezi hapa hua yote namkabidhi yeye. Namwambia bwana, eh mama mtu, hebu kaa nayo yeye. La, sio mke wangu lakini nikimada, ila nilitaka nimpeleke nyumbani ila moyo wangu wa sita wewe. Wasita kweli kweli, wajua mi nikipata ile lango ya mwisho wa mwezi hapa laki tatu yote namkabidhi yeye. Lakini ukikaa baada ya siku mbili tatu unaambiwa eh, anakuja anambia eti hela imeisha inaisha haki ya Mungu, napichwa napigwa na butwa, wajua wewe, laki tatu siku tatu inaisha eti, alafu anakuja kuniambia na madeni hivi. Cheusi kweli bwana, akili yangu yanitachiza kweli. Alafu juzi kuna balaa kubwa nimemkuta naye, unajua ile simu yake ile limekuta, kuna mtu kamtumia message eti hani hela imeisha. Umeona bwana, sasa mimi nikajifikiria huyu hani nani hela imeisha tena, inawezekana kuna kitu kinafanyika, wajua. Hapo cheusi anichanganya mie, huyu dada anichanganya wewe. Du, pole sana na fiki yangu mwalabu, pole kilio, yani pole sana na kuonea huruma kwenye wewe baada ya kupata shida sana. Na lakini sikiliza, wacha mtu ya kwanza bado kufanya vitu kama hivyo. Cha kufanya, poa, fanya kazi ukimaliza, fanya mambo mengine. Hiyo ni kufundisha kitu kimoja. Huyo demu huyo yani shemeji anashawa na hela, hiyo ni ya thamani, watafuta kimada mwingine nje. Tafuta mwanamke mwingine, wanaanga kama ya teta wanne, hapo ndiko mumu. Pua yani eh, ataka kwenye mstari mwenyewe. <laughs> Yaani haiwezekani hata kidogo mi haiwezekani eti mimi niekeze pesa yangu pale alafu hela yangu iende hivi hivi bila. Haiwezekani ah. Hiyo ni bora nikachukue tu hela yangu pale, sitaki tena kushare na hatu. Yaani mimi ni share kwenye timu alafu timu yenyewe inafungwa fungwa kichizi kama hivi. Yaani inafungwa bila mpango wote. Inakuta hela yangu tu inapotea tu bila mpango wote. Si bora ningeenda zangu baa tu ningepiga moja baridi moja moto, hela yangu yote ingeishia hapo. Sasa hapa mimi haiwezekani timu timu yangu mimi nafungua funga bila mpango wote, alafu unamfukuza kocha. Unamfukuzaje kocha bila sababu bwana? Usikuta hata wachezaji wenyewe pengine wamechoka, wengine wamevuta vitambi, kazi kunywa pombe tu, miguu yote haina nguvu. Umeona bwana. Sasa sikuvue mimi, sikubali hata kidogo. Yani siwezi kukubali bwana, hela yangu mimi nitaenda kuchukua tu. Ni bora hela yangu niongeze kwenye mambo mengine, niekeze kwenye mambo ya vilabu huko bwana. Mimi nimeshachoka bwana.

Wewe ni mjinga hivyo, eh? Yani mimi niwekeze kwenye pombe timu bwana nyingine lakini, sio timu ile bwana. Timu gani bwana? Wewe timu kila saa inafukuza watu bwana. Sasa sikiliza, nikwambie, sikiliza, nikwambie kitu kimoja, nikwambie kitu kimoja. Sasa nikwambie ninachotaka kukifanya sasa hivi. Sasa ile hela mimi nachukua yote kwa jumla, yani uh -huh. Ni bora nikafanye mambo mengine tu bwana. Tena wewe usi nichanganye kabisa yani achana nayo, wapo bwana, anaumiza kichwa yaani, ili unaumiza kichwa, unaumiza kichwa kinyinganyinga. Kwa sababu vitu kama hivyo, hiyo ni stare zuri, lakini kiri inaumiza kichwa kweli kweli, yaani achana nayo hivyo. Hiyo ndege tushushie wapi bwana? Ni pokia wameleta hapa, tushushie wapi? Wajakuja tuwaambie washuke bwana, kabla wajashuka hapa, tutoe taarifa kabisa mbie sasa hivi kuna mabadiliko, mabadiliko ya uwanja wa ndege ule wa kipara pale, wamefunga. Waambie sasa hivi watu wanashusha ndege pale kale kaleakou, pale pale kale kaleako ndo waende <coughs> kushusha ndege tena, washushe sasa hivi, wasichelewe, washushe pale pale wani asijali hata kuna nani wala nani pale nto uwanja rasmi wa kushusha ndege. Umeelewaa?